Mlango wa tatu. Basi hawa ndio wana wa Daudi aliozaliwa huko Hebroni: Amnoni, mzaliwa wa kwanza, mwana wa Ahinoamu Myezreeli; wa pili, Danieli wa Abigaili mkarmeli; wa tatu, Absalomu mwana wa Maaka binti Talmai, mfalme wa Gishuri; wa nne, Adunia mwana wa Hagithi; wa tano, Shefatia wa Abitali wa sita Ithreamu kwa Egla mkewe. Sita alizaliwa huko Hebroni, na huko akamiliki miaka saba na miezi sita. Huko Yerusalemu akamiliki miaka thelathini na mitatu. Na hawa alizaliwa huko Yerusalemu: Shamua na Shobabu na Nathani na Sulemani, wanne wana wa Bathsheba binti Eliamu, na Ibhari na Elishua na Elipeleti, na Noga, na Nefegi, na Yafia, na Elishama, na Eliada, na Elifeleti, watu kenda. Hao wote walikuwa wana wa Daudi, mbali na wana wa Masuria, na Tamari alikuwa umbu lao. Na mwanawe Sulemani alikuwa Rehoboamu, na mwanawe huyo alikuwa Abia, na mwanawe huyo ni Asa, na mwanawe huyo ni Yehoshafati, na mwanawe huyo ni Yehoramu na mwanawe huyo ni Ahazia, na mwanawe huyo ni Yoashi, na mwanawe huyo ni Amazia, na mwanawe huyo ni Uzia, na mwanawe huyo ni Yothamu, na mwanawe huyo ni Ahazi, na mwanawe huyo ni Hezekia, na mwanawe huyo ni Manase, na mwanawe huyo ni Amoni, na mwanawe huyo ni Yosia. Na wana wa Yosia walikuwa hawa: Yohana mzaliwa wa kwanza, wa pili Yehoyakimu, wa tatu Sedekia, wa nne Shalumu. Na wana wa Yehoyakimu ni hawa, mwanawe Yekonia na mwanawe Sedekia. Na wana wa Yekonia huyo aliyechukuliwa mateka, mwanawe Shealtieli na Malkiramu na Pedaya na Shenazari na Yekamia na Hoshama na Nedabia. Na wana wa Pedaya, Zerubabeli na Shimei na wana wa Zerubabeli, Meshulamu na Hanania, na Shelomithi alikuwa umbulao. Na Hashuba, na Oheli, na Berekia, na Hasadia, na Yushab Hesedi, watu watano. Na wana wa Hanania, Pelatia, na Yeshaya, na wana wa Refaya, na wana wa Arnani, na wana wa Obadia, na wana wa Shekania. Na wana wa Shekania ni hawa. Shemaya na wana wa Shemaya, Hatushi na Igla na Baria na Nearia na Shafati, watu sita. Na wana wa Nearia, Elioenai na Hezekia na Azrikamu, watu watatu. Na wana wa Elioenai, Hodavia na Eliashibu na Pelaya na Akubu na Yohana na Delaya na Anani, watu saba.